Karibu kwa taarifa zetu. Naitwa Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Owiti. Tunaanza na taarifa ya kusikitisha. Mwanamke mmoja kutoka mtaa wa Nyalenda jijini Kisumu amekimbizwa hospitalini akiuguza majeraha ya moto baada ya kuchomwa kwenye kisa kinachoshukiwa kuwa cha mahaba kwenda mrama. Mshukiwa wa kitendo hicho alitoweka pindi tu alipoiwasha moto nyumba ya mwanamke huyo na polisi bado wanamsaka. Macho ya wakazi wa eneo la Capital Nyalenda, jijini Kisumu, yakiilenga kwa mshangao nyumba iliyoteketea. Mabaki ya bidhaa za nyumbani zilizochomeka, moshi, makaa na jivu, vyote vikielezea ghadhabu ya aliyeitia nyumba hiyo mafuta na kuipiga kiberiti. Ulikuwa saa tisa na nusu michana hii. Ulikuwa nalala kwa nyumba yangu na nilikuwa naona gezi, moshi kama anatoka kwa mabati Dakika kidogo nikutoka nje nikukuja nipata milango huu imepiga kifuli na nje. Vijana wa mtaa walisaidia kuvunja mlango huo na kumpata mama mwenye nyumba akiwa taabani. Nimepata mama mmoja na mienyo hiyo nyumba kama niko ndani imefunga uh, singo yake na net kitambaa ya net, na nimeona damu umetoka kwake. Majirani nao wanashuku kilikuwa ni kisa cha fumanizi, mpenziwe wa kiume akimpata na mwanaume mwingine. Mwanaume huyo alipotoroka, mpenzi wake kwa hasira akajaribu kumnyonga na kumtia moto na baadaye kutokomea. Mwanawe alisalia akiangua kilio baada ya kushuhudia yaliyomfika mamaye. Mme wa mwanamke huyo anasemekana kuaga dunia miezi mitatu iliyopita, lakini mwanamke anasemekana kuwabadilisha wapenzi mara kwa mara. Aidha, majirani wanasema haya si mageni kwao mtaani. Mama, mambo ya kuleta leta mabwana, kila bwana, kila bwana kuleta kifo. Sasa jihadhari sana, kuleta kuleta maii mabwana, amefukuza tena, ameleta ingine na kufukuza I mwathiriwa anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga huku mshukiwa anayesemekana kuishi naye awali kwa miezi mitatu akisakwa na polisi. Mark Namaswa, KTN Leo.